Bnayami ameposti hizi picha akiwa na m pat kupitia page yake ya Instagram na kuambatanisha na ujumbe ambao unasomeka hivi: kwa mfano nikifanya ngoma na my brother mbroha past, unahisi jina la nyimbo tutahitaji, na emoji ya kukonyeza. Bwana e, hii posti ya Yami imepokea komenti nyingi sana, na kila mtu la kwake. Mtenda takusomea komenti za mashabiki wa Yami, wanamwambiaje kuhusiana na ujumbe wake wa kuuliza kwamba ikitokea bwana ametoa ngoma na Diamond Platnumz Eh mm, we unahisi wataitaje yani jina la nyimbo itaitwaje Eh mm. bwana kuna huyu hapa ambaye anamwambia kwamba ndo mshike hivyo shemeji yangu jamani mm. ah, kuna huyu hapa ambaye anamwambia kwamba wetoa tu tukairipoti hiyo ngoma yenu mm. ah, kuna huyo hapa ambaye anamwambia kwamba tako dogo kama kipato changu <laughs> jamani comment nyingi sana za mashabiki kuna huyo hapa ambaye anamwambia kwamba mtajua wenyewe sisi haituhusu kuna huyu hapa ambaye namwambia kwamba sisi mgomo wetu ni ule ule, atushabiki mtu yoyote fanyeni kazi. Kuna huyu hapa ambaye namwambia kwamba naomba usije ukavunja penzi la dada yangu Zuchu, kaa mbali na Diamond Platnumz kuna huyu hapa anamwambia kwamba sisi tunachokijua kwamba wewe ni uh, mpitaji tu, huyo Diamond Platnumz ana mke wake. Kuna huyu hapa anamwambia kwamba wewe, binti ya, kaa mbali na huyo simba, maana yeye muda wote anawaza kula nyama tu. Kuna huyu hapa anamwambia kwamba jamani, ebu, ebu jitahidini kujistili, binti wa kiislamu unavaaje hivyo? Kuna huyu hapa anamwambia kwamba wimbo utaitwa kwamba nyinyi ni malaya, akamalizia na emoji ya kucheka. Kuna huyu hapa ambaye anamwambia kwamba Diamond Platnumz ni mtu ambaye akitoa ngoma na msanii yoyote lazima itambe tu na lazima ipokelewe kwa ukubwa. Kwa hiyo nye tueni tu mtakavyoona nyinyi wenyewe nye. kuna huyu hapa ambaye anamwambia kwamba jamani, Zuchu alipo apokunywa simu, maana sasa hivi atakuja kukomenti hapa kuna huyu hapa na ambaye anamwambia kwamba chochote kinaweza kufanywa na hawa wawili nyie, subirii tu. Uh, big hawezi kabisa kuacha vitu kama hivi, yani Diamond Platinum hawezi kuacha, uh, mtu kama Yami. Uh, kuna huyu hapa na ambaye anamwambia kwamba kaa vizuri na huyo jamaa, sio mtu mzuri kabisa. Kuna huyu hapa ambaye ameandika kwamba Zuchu is typing. Kuna huyu hapa anasema kwamba uh, kisha, habari kashavunjwa na Simba huyo. Bwana, comment ni nyingi, kila m, uh, kila mtu anasema lake. Ni kuachie mtazamaji wa Lizzy Media, utoe maoni yako kuhusiana na pozi la Yami kwa Diamond Platinum, lakini pia uh, usiache kusubscribe kwa channel yetu ya Lizzy Media.